Uh, kuna muda mambo yanakuwa magumu sana. Mambo yanakuwa magumu, haujui siku yako inaanzaje, inaishaje, haujui unatokaje sehemu moja kwenda nyingine. Yaani kila kitu unachokifanya nakiona kwako, yaani mambo yanaenda tu, mambo yanaenda, mambo yanaenda na kurudi. Yaani kuna muda unajaribu kila kitu unachoweza kufanya, unajaribu sana, jaribu kuchesi ndoto, unajaribu kuzi, kuzikimbilia ndoto lakini unaona kila hatua unayopiga unahisi kama unarudi nyuma, kila hatua unayopiga unajisi unarudi nyuma. Kuna muda unakuwa hauna kitu, kuna muda una unafikiria jitihada zote ambazo umezifanya miaka na miaka, mwaka wa kwanza kwapili watatu wanne watano miaka nane. Kuna muda unajiuliza au sipo sehemu sahihi. Then kuna muda tu mambo yanakuwa magumu mpaka unajiuliza magumu, lakini mi kitu ambacho nakiamini kwamba tutafika, tutafika, tunapenda tutafika, tunapenda tutafika. Ni kupambana tu, kumuomba Mungu, siku yetu inakuja, siku yetu inakuja. Ni kupambana kuendelea kuamini katika vitu tunavyovifanya. Ipo, Mungu anakuona, Mungu anaona kila kitu tunachokifanya, na atafungua milango, Mungu atafungua milango. Tuendelee kuamini, tuendelee kufanya kila kitu ambacho tunaamini tutafanikiwa ku tuendelee kufanya kila siku huku tukimwomba Mungu, tukishukuru kwa kutupa siku njema. Kuna mambo mengine yanatokea, you have to do nothing, kunaishi kabisa, there is nothing I can do about it, lakini tuendelee kuishi. Japokuwa tunaishi tuna, tuendelee kuwa na matumaini, tuendelee kuwa na matumaini kwamba siku yetu inakuja, siku yetu inakuja. Mimi naamini kwamba siku yetu inakuja tuwezi kusema kwamba siku yako inakuja i i I can't motivate you nothing because I, I feel like I have nothing so our day is coming. Kwa mtu yoyote ambaye anaangalia na anaamini kwamba siku yake inakuja kweli, siku yake inakuja aendelee kufanya kazi, aendelee kumwomba Mungu. Siku inakuja, siku inakuja.